Yes mwana sawa sawa ligi tu wanajua. Eh, kila mmoja nikimtajia msanii Zaidi eh, atakuwa anafikiria mbali sana. Ni mmoja kati ya wa wasanii ambao eh, walishavuma sana na kibao kinachokwenda kwa jina la Wowowo. Sasa, eh, Zaidi alikuwa ni msanii ambaye pia alikuwa akitoa nyimbo fulani ambazo watu wengi walionekana kumpenda mara baada ya kuweza kuachia nyimbo yake Wowowo. Lakini pia imekuwa na mashabiki wengi zaidi na hata views pia alipiga wengi zaidi, lakini kutokana na watu kuweza kumfuatilia, sasa ni kama miaka saba ambayo imekwisha kupita sasa, miaka saba imeweza kupita tangu eh, nyimbo hiyo ilipotoka na alipo aliposikia kwenye game na, kue, na kuweka wazi kwamba Zaidi kwenye mioyo ya wapenzi wa hip hop au bongo flavor e, wimbo ambao ulisifika kwa mdundo mtamu na mistari ambayo e, kumsifia mwanamke bila ku, e, bila kuanguka e, kwenye mtego wa matusi, kwa sababu unajua kuna kuna baadhi ya watu huweza kutunga nyimbo, lakini pia huweza kutumia lugha tofauti tofauti ikiwa ni za matusi, lakini pia lugha ambazo zinakuwa hazifai katika jamii. Lakini pia Zaidi alikuwa anazungumzia kiungo mojawapo ambacho kinapatikana kwenye mwili wa mwanamke, lakini pia hakuweza kukitaja e, kwa lugha ambazo eh, zitakuwa tata na nakukupa jina la Wowowo. Sasa eh, Fast Forward ya, ya mwaka 2025 Zaidi amerudi na tafuta bwana. Ngoma mpya kabisa ambayo imeweza kuachia wiki iliyopita lakini pia mapozi, ma, mapokezi yake yameonekana ni makubwa sana lakini pia masikio ya wapendwa wa muziki wake wanaweza kufurahia. Mpokeo umekuwa ni makubwa kabisa lakini pia mashabiki wameweza kupokea nyimbo hii kwa ukubwa zaidi. Yapi maoni yako kuhusiana na ngoma hii? Sasa flow ni ile ile tunayomjua nayo lakini sasa imejaa uzito utamshi wake, strong, lakini pia e, ukomavu wake, unasikika mistari yake yote iko vizuri bwana nakwambia, e, tafuta bwana, lakini pia, ya, na kama hiyo haitoshi, Bella 9 naye pia yupo kwenye hii kazi lakini pia sauti yake imeongeza ladha muhimu kwenye huu wimbo kufanya e, kuwa sio tu ngoma ya kurudi bali ngoma e, ya kuthibitisha kuwa zaidi bado yupo kwenye viwango vya ubora wake. So, ngoma hii ameweza kufanya na Bella 9. Bella 9 unajua ni mmoja kati ya wasanii ambao pia huwa wanafanya poa zaidi, hasa katika ngoma zake, lakini pia katika collaboration tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinatokea. Ben Line amekuwa e, anaua sana. Lakini pia sasa, tafuta bwana e, sio tu wimbo ni uthibitisho wa msanii ambaye ambae anakomaa, lakini pia anaijua mashabiki wake wanakuwa wanataka kusikia nini. So e, comeback yake imekuwa ni kubwa zaidi na ameweza kucheza mle mle, au tunaweza tukasema amepita katika njia zile zile ambazo anakuwa anazungumzia kitu fulani. Mara kwanza ametaja wao, lakini pia kwa sasa hivi amekuja na jina linaloitwa bana bwana so, ingia kwenye platform zake zote za kimuziki utapata ngoma hiyo. Na yapi maoni yako kuhusiana na Zaidi? Vipi, anarudi fresh au e, alikuwa amepoteana au namna gani? Vipi, au ngoma hii itamleta kwenye piki ile ambayo alikuwa nayo kipindi kile au ni kwa namna gani? Vipi, au kolabo yake pamoja na Bell Nine pia itamweka mahali fulani? Komenti yako itakuwa muhimu sana. Ukidrop komenti yako hapo chini ya sawa sawa digital utakometisha kinoma noma, kwa sababu taarifa zote unazipata kigezani mwako kwa urahisi kabisa.